Ibada ya Jumapili ya Pasaka imefanyika katika makanisa mbalimbali na kuhudhuriwa na waumini wa dini ya Kikristo. Ni siku muhimu katika kalenda ya Kikristo ambapo waumini wa dini ya Kikristo hukusanyika na kufanya ibada ya kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Wakati wa ibada hiyo, askofu mkuu wa dayosisi ya kaskazini ya kanisa la kiinjili na kirutheli Tanzania KKKT, Askofu Dr Frederick Shaw ameshauri mamlaka za serikali kuheshimu mifumo ya kisheria wakati wa uchaguzi, kwamba haki hii na uwajibu huu wa raia kujichagulia viongozi wanaowataka wataka isiingiliwe na kuzuliwa. Nako mkoani Lindi, baraza la maaskofu la kanisa katoliki nchini Tanzania TEC limetoa ujumbe wake uliosomwa na rais wa TEC na askofu wa jimbo katoliki Muhasham Wolfgang Pisa. Kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa waachiwe haraka. Hapa Dar es Salaam, mkuu wa Kanisa la Kiinjili na Kilutheli Tanzania, Askofu Dr Alex Malasusa amehimiza waumini kusherehekea sikukuu ya Pasaka kwa kudumisha amani, hasa katika mwaka huu ambao taifa linatarajia kufanya uchaguzi mkuu. Hata tunapozungumzia juu ya taifa letu, na hasa katika kipindi kama hiki tunachoelekea uchaguzi, amani, amani, amani. Mkoani Dodoma, askofu mkuu wa kanisa la Carmel Assemblies of God Evans Chande Amewaasa watanzania kuungana kuliombea taifa amani, pamoja na kuwaasa viongozi wa kisiasa kulinda tunu za taifa. na niombe matamko yale wanasiasa, tuwe waangalifu pia juu ya matamko yetu, tusije tukachochea fujo na vurugu. Huko Musoma, askofu mkuu wa makanisa ya Mennonite Tanzania Dr. Nelson Kisare amewakumbusha watanzania kushiriki uchaguzi mkuu ili kusaidia kupata viongozi Kibuzi. Nako Zanzibar waumini wa dini ya Kikristo wametakiwa kuendelea kufanya mema pamoja na kujiepusha na vitendo viovu visivyomridhisha Mungu. Amani ikiwepo, mambo mengine haya yanaweza yakatafutwa yakapatikana. Akiwa ameshiriki katika ibada hiyo ya Pasaka, makamu wa rais Dr. Philip Mpango ametoa rai kwa wazazi, hususan wakina mama kuwaongoza watoto wao hasa vijana kuacha tabia ya kushabikia vurugu wakati wa kampeni na uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu. Lakini la pili, kwa wote watakaopewa dhamana ya kusimamia uchaguzi, tunawasihi sana wakazingatie sheria na miongozo watakayopewa wakatende haki kwa wote watakaojitokeza kugombea uchaguzi. Katika ujumbe wake aliouandika katika mitandao ya kijamii, Rais Dkta Samia Suluhu Hassan amewatakia heri ya sikukuu ya Pasaka waumini wa dini ya Kikristo kwa Muumba wetu na wenzetu juu ya kujitoa kwa bidii na weledi katika utekelezaji wa majukumu yetu popote pale tulipo, juu ya kuendelea kuijenga jamii inayoishi katika ukweli na juu ya haki ambazo daima tuambatana na wajibu wetu sote. Huko Vatican, waumini wa kanisa Katoliki duniani wamekusanyika katika uwanja wa St Peter katika ibada ya sikukuu ya Pasaka bila ya Papa Francis, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Papa Francis alijitokeza kwa muda mfupi kuwabariki maelfu ya watu waliofika kwenye uwanja wa kanisa la Mtakatifu Pita, huku wakishangiliwa na kupigiwa makofi na umma huo. Watu walisikika wakimtakia Pasaka njema. Papa mwenye umri wa miaka 88 ambaye bado yupo katika hali ya kupata nafuu baada ya kuugua kwa muda. Nami nakutakia heri ya Pasaka. Sheila Mkumba, Azam News.